Eh, other counties like yeah, eh, <coughs> yeah. Nataka vipindi za bunge ya Bungoma, nyinyi muende msukume, hata kama ni kupitia kwa koti wale wanatishia, tumewachia Mungu, lakini kuna ambao walitupiga